Kata video. Kata video. Njoo hapa nawe. Njoo, njoo, njoo. Nimekuambia njoo. Sikia sasa propose. Mbona mbona uko hapo? Kaa chini. Wewe njoo. Nitakumiza unajua mtoto. Sima hiyo kamera. Akamchukua, akamchukua wanangu eh. Wewe unanishuti na, mimi nyie eh anishuti mimine uonashina wazazi. Mwanangu, usikate hiyo video mwanangu, rekodi hivyo hivyo atihia amani mi? mimi nakutishia amani mimi. Sasa huyu na wewe zima hiyo kamera, kaa chini. Ndio unataka kunirekodi ile waje? Kwa nini mnanirekodi bila izini yangu? Sema, ongea na wewe, emka chini, kaa chini. na kuumiza kwa nini, kwa nini mnanirekodi bila izini yangu? Naumiza basi, kama anaua ni wewe, mwambie macha ni wewe, acha ni wewe nipige hiyo bastola mimi nitawaua kweli, nipige bastola, mwambie Unabishi? Nipige hiyo basi. Nitakushuti kweli? Ni shuti. Wewe simama hapo ulipo. Wali na rekodi. Ni shuti. Wewe, wewe una rekodi. Ah, niue, niue bro. Siwezi, siwezi kunyenyekea ujinga. Niue. Hata mimi nimefanya kitu gani? Niue. Sasa mtu yule na... Ah. Mwache, apige bastola yake. Mwambie anipige bastola. Wewe sio utakufa tu. Mwaga ubongo kweli.